Mmekuja hapa kuanza kupiga huyo jamaa, wacha niwaambie, mulisema munataka Gen Z sahii mnataka mrudishe ule mzee wa Roko. Wa Roko ni mzee <laughs> si yani? na nyinyi mlisema mnataka. sasa hivi, wewe ni Gen Z, mmeanza kugeuza maneno simpo na ile thinking capacity. Lazima mwache kudani vitu upside down. Every time. Mimi na support Boyd Were hata kama mnasema ODM yote ilikuwa pale, haina shida, haina shida. Hata ukiangalia gashagos na wanamwajikanga mahali pamoja. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Boyd Were yeye ni kijana na hiyo ambaye mnasema mtoto wa nyoka ni nyoka, wacha niwaambie, sio sio watu wote wamezaliwa kwa familia moja watafuata ile tabia moja, kuna mmoja atajitenga kwa hivyo kusema sijui ati Timothy Were atafuata tabia ya babake hiyo ni si. Muache kutumia hiyo kutaka kuharibia kijana mdogo, mwenye ajau, mwenye ana dhambi, ana dhambi ajau, hata chao, hata kupe, munakuja kumharibia jina, mnakuja kuharibia Boyd Were jina. Hiyo kitu cha kubali hapa munatukana mpaka Gladys Wanga ati kwa sababu wamekusanyika pale, mnatukana <muchan> yani, viongozi wa ODM mwenye <muchan> anasema ODM imeisha, ndio hey. Mutakuja kutoa ODM haijaisha ODM. ODM bado imesimama hey. Na iko imara, na mkiangalia ODM ameshikana. Kwa hivyo mi nataka niseme hivi, baba Raila Amolo Odinga, tumeona hapa watu kwa mitandao wameenda kumuharibia jina wamesema sijui Raila amekufa sijui Raila ni mgonjwa, na hao watu wenye wanasema hivyo ni watu wa mlima hmm, na Rigadi Gashagwa na Rigadi Gashagwa. Nikiwafungusha huyu Rigadi Gashagwa, yeye akiwa deputy president alikuwa anamkianga kwa ofisi asubuhi akitaka kuua Raila. Rigadi Gashagwa, yale amefanya ni mangapi? Rigadi Gashagwa huyu usikuja kujifanya wazuri, sababu unakuda kwa

umesema ya kwamba mtoto wa Boyd Were ni mzuri kama pamba. Wacha niseme, unajua wanasema sisi wakenya ni kama ngiri, tunaendanga mbele tunasahau. Hawa hawa ndio wale walikuwa, hawa ndio wale walisema hapa Rigathi Gachagua anataka kuua Raila Kariara ile ikipigwa marisasi, hawa ndio wale walikuwa wana demonstrate hapa hapa today kwa sababu wako na Rigazi Gashagwa. Wana...